Tia bidii umeenda umetafuta pesa, unakuja tu kusimama kwa gari za wenyewe eh? siatu tafute pesa, ona una pesa kazini. kuka kwa magari za wewe ni nini bana wewe? Mimi ni minimongea, naesangapi minimekuongelea minim, minim, sangapi eh? Sasa waona, hauna pesa. Watu wako nyona struggle. Wao nakuja tukua idol kwa gari ya wenyewe. Sitoki hadi kwa gari tu. Wewe nani mwingine amesimama kwa gari ya wenyewe? Siwaache kunisukuma, unanisukumanisha nini? Nini bana wewe? Nimekosea na nini? Siwaache nini na mimi. Eh. You unafanya nini kwa gari yetu? unafanya nini kwa hii gari wewe? Tunajua gari si yako aaaeigari ni yako. Acha kunishautiamichate bidapamanii msichana mgani? Wasichana wengine wanatafuta pesa, unakuja tu kwa idol kwa magari za wenyewe hapa hivi.

nigongere na kuhurumia. Wewe wewe, nakuhurumia <laughs> utoke hapa, wacha wengine wanafanya investment wenyewe. Hebu toka sawa. Na unakuja kwa Idd kwa gari ya wenyewe. Hebu toka, enda enda. Kuna kiwe hata siwezi kuoa na, kwa na your type, hata you are not my type. Mimi ni mwanaume, hata friend siwezi penda gaidi, okay. Gaidi hey, bro, umesikia mimi kwa you ni gaidi? Toka kwa gari yetu bwana, ni gari ya nko venye a toka kwa gari yako yangu. Wewe utafute watu wananunua magari, utaki utafuta pesa wewe, unakuja kukaa kwa magari za watu hapa hivi, hata mwenyewe ako kwa gari mwenyewe mwenyewe. Wewe toka hapa gaidi wewe, huwezi kuwa hata na gari wewe, utaishi tu ukikaa kwa magari za wenyewe. Utaishi tu ukisimama kwa magari hivi kiongojea, toka hapa wewe. Hata uji Kiswahili upiga kimunju mwenyewe. Kumbe mwenyewe ulikuwa